Bariki, na kazi ya utoaji haki ni kazi ya kiungu, ni kazi ambayo ni ngumu, na kazi ambayo ina changamoto nyingi, lakini kama utasimama na Mungu wako na kama utasimama katika haki, ni kazi ambayo ni rahisi sana takapokuwa na utulivu na haki inapotolewa kwa wakati itaruhusu wananchi wetu kufanya kazi kwa uhuru bila uoga na kujipatia kipato halali. Na kila mmoja wetu akitimiza jukumu lake ipasavyo, basi tunaenda kuwa na Tanzania ambao uhuru wananchi wanaishi bila woga na wanajipatia vipato vyao halali katika mazingira ya amani. Tunapoona mkoa wetu wa Singida uko na utulivu, lazima tujue kwamba mahakama, serikali na wawakilishi wako kazini na wanafanya kazi yao ipasavyo. Ndio maana utulivu ni mkubwa, na mimi naomba nimhakikishie mwenyeji wetu siku ya leo kwamba tutaendelea kushirikiana hivi katika kuifanya Singida ambayo ni tulivu, Singida huru, Singida ambayo watu wake wanafanya kazi kwa kujiamini, Singida ambayo watu wake wanafanya kazi bila woga. Serikali yetu imeendelea kuwekeza katika mahakama zetu nchini kuhakikisha kwamba watendaji wa mahakama na wananchi wanafanya kazi katika mazingira mazuri na ma mazingira wezeshi, ili haki ziweze kupatikana na zipatikane kwa wakati. Lakini sisi wote ni mashuhuda matumizi ya tehama katika kusogeza kasi ya usikilizwaji wa mashauri katika njia ya uwazi na uwajibikaji, na tumesikia taarifa ambayo imesemwa kwa takwimu thabiti na kazi kubwa ambayo ndugu zetu waheshimiwa wameifanya. Kwa hiyo haya nayo yote ni maendeleo, lakini ni uwekezaji mkubwa. Tunapowekeza kwenye tehama tunakuwa na uhakika wa utunzaji wa kumbukumbu, kunakuwa na uharaka na urahisi wa uchakataji wa mashauri mbalimbali. Lakini tunakuwa na utunzaji thabiti wa kumbukumbu, lakini tunatoa huduma zetu kwa haki kwa uwazi na kwa gharama nafuu, lakini sote tumeona uwekezaji katika miundombinu, tumeendelea kujenga majengo mbalimbali mbali, lakini na hapa katika uh, mkoa ambao ni makao makuu ya mkoa tunalo jengo bora kabisa linaendelea kujengwa ambalo litakuwa ni jengo la kielelezo cha ubora katika mabadiliko ya mahakama zote nchini. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali, uwekezaji ule ni mkubwa, zaidi ya shilingi za kitanzania bilioni kumi zinaingia kwenye jengo lile ambalo itakuwa ni mfano wa kipekee kuanzia mahakama ya mwanzo mpaka mahakama ya rufani katika jengo moja. Kwa hiyo kazi yako wewe sio kusafiri kutafuta mahakama ya ngazi ya juu, kazi yako itakuwa unapanda lifti tu mpaka unafika kule juu. Lakini kubwa, haya yote tunayoyasema yatakuwa hayana maana kama sisi watendaji hatutasimama katika misingi ya haki na misingi ya kweli. Wametukumbusha viongozi wetu wa dini, na sisi wenyewe tuendelee kuishi viapo vyetu mnapata wateja wengi na wengi wakiwa na maumivu na masikitiko. Kwa hiyo tunawaomba sana mwahudumie wateja wetu kama ambavyo mmeendelea kuwahudumia siku zote, katika hali ya huruma, lakini katika haki, pasi kumwonea mtu yoyote. Kwa hiyo wakati mwingine tu kauli inamfanya yule mtu aliyefika na maumivu hapa aweze kupona. Kwa hiyo tunawaomba sana mliendelee kulibeba hilo kama ambavyo mmekuwa mkifanya siku zote na mmeona namna ambavyo mmeendelea kuombewa ili mweze kuifanya kazi hii ya utoaji haki. Naomba tuendelee na dua na sala kuwaombea watendaji wetu wa mahakama, lakini tuwatie moyo ndugu zetu na kuhakikisha kwamba tuko nao wakati wote, wakati wakitimiza wajibu wao na wakitekeleza majukumu yao. Serikali ya mkoa kama mtekelezaji wa tafsiri za sheria, tutaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana kwa karibu sana na mahakama zetu katika kuhakikisha kwamba sheria haki zinapatikana kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizoko mahakama. Ya Tanzania imekuwa ikiadhimisha siku ya sheria nchini kwa lengo la kuashiria kuanza rasmi kwa shughuli za kimahakama kwa mwaka husika. Maadhimisho hayo yalifanyika wa wa kwa kukutana na wadau wa mahakama na wananchi kwa kuongoza na tafakuri mahususi inayojadiliwa kama dira ya utendaji kazi wa mahakama. Nia ilikuwa ni kutoa elimu kwa wananchi juu ya wa shughuli za mahakama pamoja na kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu watoa haki, hususan waheshimiwa majaji na mahakimu, ili tuweze kutekeleza majukumu yetu ya utoaji haki kwa mujibu wa viapo vyetu. Kwa kutambua umuhimu wa kuifanya mahakama kufikiwa na wananchi ambao ndio walenga wa huduma za mahakama, tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba maadhimisho ya siku ya sheria yamekuwa yakiongezwa na msisitizo kupitia mpango mkakati wa mwaka elfu mbili kumi na tano kumi na sita na kumi na tisa ishirini wenye nia ya kwa kuhakikisha kwamba wakati wote mahakama inakuwa inamlenga mwananchi kwa kuhakikisha kuwa kuna utawala bora ndani ya mahakama, uwajibikaji, matumizi bora ya rasilimali, upatikanaji wa haki kwa wakati na kujenga imani ya wananchi na ushirikishwaji wa wadau. Ustawi wa taifa lolote unategemea uwezo wa wanajamii kujimudu mahitaji ya muhimu ya binadamu yakiwepo chakula, mavazi na malazi ili kuwezesha upatikanaji wa mahitaji hayo, serikali ina wajibu wa kuweka mazingira ya wezeshi yatakayowezesha wananchi kufanya kazi kwa uhuru bila woga ili kujipatia kipato halali katika mazingira ya amani. Mahakama zinachangia moja kwa moja katika ustawi wa jamii na maendeleo ya uchumi. Hii inachochochea uwekezaji wa ndani na kwaani wa kimataifa, kwani wawekezaji wanajua kuwa haki zao zitalindwa. Mfano, makampuni makubwa ya kimataifa yanapokuwa na migogoro ya kibiashara na serikali yao wateja mahakama hutoa usuluhishi wa kisheria utakaoaminika. Lakini pia kuna kupungua kwa mlundikano wa mashauri katika ngazi mbalimbali mbali za mahakama, na kwa mkoa wa Singida ambao kufikia tarehe thelathini moja Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano tulikuwa na shauri moja tu la mlundikano ambalo lilikuwa na mwaka mmoja mahakamani. Naitwa Hussein Mohamed Yusufu, ni mkazi wa Singida mjini. Ninashukuru sana serikali yetu kwa kuboresha mahakama zetu ambavyo chombo hichi ni chombo muhimu sana. Watu tunapaswa kuwa na imani nayo na sana. Na ili kiboreke zaidi na kiwe kizuri zaidi na iwe ni sehemu ya kimbilio la watu. Basi tunapenda walau watumishi wake wawe watu waadilifu wenye sifa nzuri na lugha nzuri kwa ujumla. Naitwa Suzana Remigi eh, mkuu wa mkoa hotuba yake vizuri, ameeleza kazi nzuri zinazofanywa na mahakama pamoja na mahakimu wetu. Kwa hiyo na sisi kama wateja tunaokuja kutafuta haki mahali hapa tunakuwa na imani pia na mahakama yetu. Kwao wananchi kwa ujumla, tusiwe na wasiwasi, tuendelee kuja mahakamani ili kupatiwa haki zetu pale tunapohitaji. Imani tunaoipata kutokana na watendaji wa mahakama ni pale tunapotendewa haki. Unaondoka ukiwa na imani na unaendelea kufanya shughuli zako pia za kimaendeleo ukiwa na amani Tanzania.